Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumefanikiwa kuwafikia wakazi wengi wa Manispaa ya Shinyanga ambapo kwa takwimu tulivyopokea hospitali makadirio ya idadi ya wateja 1800 walikuwa wanapata huduma kwa kipindi cha mwezi. Ukilinganisha na makadirio ya sasa ambapo idadi ya wateja 4500 wanaofika hospitali wanapatiwa huduma za matibabu kila mwezi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, upande wa mapato tumekuwa na ongezeko kubwa kwenye ukusanyaji wa mapato fungiwa kwa maana ya mfuko wa bima ya afya wa taifa pamoja na mapa, mapato ya papo kwa papo ambapo kwa makadirio wakati tunapokea hospitali kiasi cha shilingi milioni kumi na nane hadi milioni ishirini kilikusanywa kwa kipindi cha mwezi mmoja, ukilinganisha na ongezeko kwa makadirio ya kiasi cha shilingi milioni sabini na nane hadi kufikia milioni themanini na tano Makusanyo haya yalikusanywa kwa vyanzo hivyo viwili. Aidha, tunaendelea kuimarisha upatikanaji wa mapato kwa kuongeza huduma za upasuaji, huduma za matibabu ya haraka, huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, na hizi ni jitihada kubwa za kuifanya Hospitali ya Manispaa kuwa kitovu cha huduma bora za afya kwa wakazi wa mkoa wa Shinyanga. Changamoto. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo makubwa katika utoaji wa huduma bora za afya, Hospitali ya Manispaa inakabiliwa na changamoto kadhaa ambazo kwa namna moja au nyingine zimechangia kupunguza ufanisi katika utekelezaji wa shughuli za utoaji huduma za matibabu. Changamoto ya kwanza ni uchakavu wa baadhi ya miundombinu muhimu ya kutolea huduma za afya ikiwemo wodi za kulaza wagonjwa, wodi daraja la kwanza, jengo la kutolea huduma za kifua kikuu, jengo la kutolea huduma za tiba na matunzo kwa maana ya UKIMWI, jengo la kutolea huduma za afya ya uzazi na mtoto jengo la wagonjwa mahututi kwa maana ICU, jengo la kutolea huduma za macho, jengo la kutolea huduma za tiba kwa mazoezi ya viungo, pamoja na jengo la kuhifadhia mahiti.